Swala ni zawadi kubwa zaidi ambayo Allah Subhanahu wa Taala amewapa waja wake. Ni mazungumzo ya moja kwa moja kati ya mja na Mola wake. Lakini swali ni pana, je, swala yako inafika mbele ya Allah kama ulivyodhani? Au tayari shetani ameshaipora bila wewe kujua? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, mtu huenda akaswali lakini hupata nusu ya thawabu robo au hata hakuna kitu isipokuwa alichohudhurisha kwa moyo wake. Hadithi ya Abu Daud. Sheitani hajali kama unaswali, anachojali ni kuchukua thamani ya swala yako, na njia yake ya kwanza ni waswasi. Anakuletea mawazo ya dunia, biashara, chakula, simu, kazi, au mtu uliyemwona barabarani. Na unapoanza kufikiri mambo hayo, unakuwa umesimama kimwili tu lakini moyo wako upo mbali na hapo. Swala yako inaanza kuporomoka. Njia ya pili shetani anavyopora swala yako ni kukudanganya kwa haraka, anakufanya uhisi unachelewa, unakimbilia rukuu, unasoma kwa haraka, lakini unamsahau unayemsalia. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaonya wale wanaoswali haraka kama ndege anavyotua na kuruka. Wizi mbaya zaidi ni wa mtu anayemwibia Mola wake kwa kutoswali vizuri. Hadithi ya Ahmad. Swala siyo kukimbiza dakika, ni kutulia mbele ya mfalme wa ulimwengu. Njia ya tatu ni kuharibu ikhlasi. Shetani anakufanya utafute macho ya watu badala ya radhi ya Allah. Unaswali kwa uzuri zaidi pale unapoonekana, lakini unapokuwa peke yako unaruka rakaa, unasema haraka au unasahau kusoma dua. Hiyo ni swala iliyoporwa kwa sababu Allah husema ole wao wanaoswali, ambao wanaswali kwa uzembe na wanafanya kwa kuonekana. Suluhisho ni rahisi lakini lenye nguvu. Kabla hujaswali sema a'udhu billahi minashaitani rajim kwa undani, kisha kumbuka unasimama mbele ya Allah, si mbele ya dunia. Tulia, tafakari, nafanya swala yako iwe uhai wa moyo wako kwa sababu